na misingi iliyoweko dini tukufu ya Kiislamu, nguzo ya wakfu ni nguzo muhimu wallahi. Na hapa na nimefunga na niko msikitini, kama nguzo hii itatumika vizuri waislamu Tanzania miaka kumi na tano mpaka ishirini hatakuwa katika hali tunayozungumzia, na natatoa mifano mingi. Takbir. Kwa sababu waislamu tunaposema wakfu, nini maana ya wakfu? Sawa, kama kuna mtu anaandika andike nini maana ya waqfu? Wanachuoni wa Kiislamu katika taarifu na ainisho hawakutofautiana, wote wamerudi katika maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema alwaqfu wa tahbisul asli, kuzuia asili ya kitu, wa tasbilul mabda, na kunufaika na manufaa yanayotokana na hii asili ambayo umeizuia. Kuzuia asili ya kitu, halafu ukanufaika na manufaa hii katika lugha ya kibiashara tunasema investment, uwekezaji. Mashaallah, mtu anapowekeza anawekeza rasilimali, sio kwa ajili rasilimali itumike, bali rasilimali ile anaiweka izalishe izali, kwa hiyo rasilimali inabaki pale pale inaendelea ikawa inaongezeka ina, yale matunda ndio ambaye yanafanya kazi zingine. Hiyo kwa mfupi na kwa urahisi kabisa ndio maana ya waqfu zuia asili kunufaika na kinachotokana na asili na baadaye tutaona katika mifano ambayo tutaitoa. Ndugu zangu Waislamu, ushahidi katika Quran na Sunna kuhusiana na swala la wakfu, ukitafuta ushahidi kwa maana wakfu imetajwa huwezi kuikuta kwenye Qurani wala kwenye Sunna, tuku pamoja Waislam. Kwa hiyo inamaanisha sio kila kitu ambacho wa hakipo katika Qur'ani na hakipo katika sunna, hakipo katika Uislamu. Sio kweli. Mashallah, hapo Sheikh rudia bwana, watatiza watu sana. Naam, ukitafuta ushahidi wa waqfu kama ilipokuwa kutiba alaikum asiyam, yeah. Sawa eh na kutiba alaikum alwakfu, <laughs> huwezi kuikuta sehemu yoyote kwenye Qur'ani na huwezi kuikuta katika sunna sehemu yoyote, lakini utakuta maani ambayo yanaashiria maana ya wakfu, na wanachuoni wakafanya kitu kinaitwa istimbat, kuzalisha hukmu katika zile maani na utekelezaji ambao ulifanyika katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa pamoja, ndugu zangu, Qur'an Mwenyezi Mungu anasema katika surati Yasin, Inna nahnu na tunaandika yote walioyatanguliza kwetu wa athara, na alioacha nyuma yao. Wanachuoni walisema athara mtu, kitu ambacho amekiacha katika mambo ya khairi, yeye ameshafariki lakini amekiacha, ni wakfu. Wanachuoni wa Kiislamu yeah, wengi wamezunguzia ni wakfu yeah, wa wamezunguzia ya watoto wengine, wamezunguzia ni amali ambazo mtu kaziacha za khairi, wa athara Kullu shay'in ahsaynahu bi imamin mubin, na kila kitu tumekidhibiti katika kitabu mama. Kwa hiyo athara, wanachoona anasema hii ni wakfu. Aya nyingine surati al-Imran, hii inaweka wazi zaidi na ushahidi wenye nguvu zaidi. Allah anasema lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtopata pepo, hamtopata wema kwa mujibu wa tafsiri mbalimbali hatta tunfiqu mpaka mfanye nafaa, mtoe kitu gani? Mimma tuhibun vile vizuri mnavyopenda, ndio mvitoe, ndio mtapata pepo. Sio vibaya, vizuri mnavyopenda, ndio mvitoe. Aya hii ni likotiremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walielewa pale pale. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akasema, ya rasulullah, inni asabtu ardan bi khaybara mimi nimepata ardhi katika ngawira nilizogaiwa, ardhi iko Khaibar. lam asib malan qattu anfas indi minhu, sijawahi kupata katika maisha yangu mali nzuri nye thamani kuliko hiyo ardhi niliyoipata. fama famatamurni bihi, unaniamrisha nifanye nini? baada ya hii aya ya kuteremka kwamba hamtopata pepo mpaka mtoe mnavyovipenda, mi naipenda hii ardhi katika mali zangu zote sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Umar, inshita, kama utapenda, habasta aslaha, usitoe ile mali yako, ardhi izuie, ndo ainisho la nini, na wakfu, izuie hii mali, watasadakta biha, na utoe sadaka mazao yanayotokana na ardhi hiyo, rasuli Muhammad, Muhamad faqala Umar, Umar akasema sadaka biha Umar akaitoa wakfu, annahu akaweka masharti la yubaa isiuzwe, wala yuhabu wala isitolewe kama hiba, wala yurau wala isirikiwe, yani akiaake ndio maana ya nini ya wakfu, a asili yake, matunda yake yanawanufaisha watu, na akaweka wakfu kwamba yale matunda yanayotokana na mazao ya ardhi ile sadaku biha fil fuqara, itolewe sadaka kwa maskini, wa fil qurba, na kwa familia yake wasiokuwa na uwezo wa fil riqabi, na katika kuwakomboa watumwa, wa fi sabila, na itolewe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikatoa wakfu, ikaweka na masharti na masarif ya wakfu ile itatumika vipi? Huu ndio msingi na ndio wakfu ya kwanza iliyotolewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo tuna

masahaba 80 maansari walitoa waqfu, kuonyesha kwamba waqfu sio kitu kimezuka, kimeanza tangia enzi ya nani, ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ushahidi katika Sunna, hadithi ya bi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema wote tunaifahamu hadithi mara nyingi sana, idha mata al-insan idha mata al-adam yanqata amaluhu illa min thalatha. Ya kwanza sadaqatu jariya, sadaqa yenye kuendelea inazalisha thawabu, ndio maana ya wakfu. Asli ya sadaka ipo inazalisha sadaka. Tujaria au il, ilmi yuntafau bihi, au elimu yenye manufaa. Tunaacha elimu yenye manufaa na cha shule amefundisha leo vijana, au waladin salih jadulah, au mtoto mwema anaifanya nini? Anamwombea mzazi wake, na hii ni katika mambo ambayo yanamsaidia mtu anapotangulia mbele ya haki. Shahid ni sadaka tujaria sadaka yenye kuendelea. Wanachuoni wengi wamezungumzia sadaka yenye kuendelea ni waqfu. Lakini tusimame kidogo, tupige mstari katika maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa tulete kitu kinachoitwa mafhumul mukhalafa. Mtu anapofariki amali zake zote zinakatika, isipokuwa mambo matatu. Maasiyatun jariya, maasi yenye kuendelea kumzalishia dhambi mtoto mwovu anayemlaani baba yake baada yake, baada ya au ilmun fasid, au akaacha elimu ovyo, elimu yenye kufanikisha watu, elimu ya kuleta fujo, elimu ya kupotosha watu, elimu ile kila wanavyoisoma watu, wanapoendelea nayo, wewe unaipata Yani uka ilmu ilmu ha, yana, yani ukaacha ambayo hiyo umesomesha ni vurugu tupu, haina msingi, inasababisha madhara kuliko manufaa. Subhanallah anufaahii afhuu mukhala, na nimeleta kwa nini? Kwa sababu katika hii sadaqa tunjaria Sheikh amegusia mwanzo kabla ya swala. Wallahi, kuna watu wamekumbatia mali za wakfu, wameelikisha watoto wao Tiyani. Amba hii ni mali yangu, yeye yuko kaburini. Hiyo ni sadakatu jaria au ni masiatun jaria? Masiatun jaria, subhanallah. Yeye kajiona ni mjanja ka, amepewa wakfu, lakini kulikuwa hakuna tawthiq, maandikiano, akaiacha kama ilivyo. Amefariki, watoto wamejua ni katika mali za wazazi wetu, wameendeleza, wamezigawana, wamejenga hivi wewe ambao umetangulia mbele ya haki, unahisi Allah subhanahu wa ta'ala atakuachia kuachia? hata sura ni maasi ya kujaria, ni maasi yanakufuata kaburini. Utakaa kaburini maelfu ya mwaka na utakua kila siku dhambi zinaingia katika kaburi. Hata kama ulikuwa umejenga misikiti, siku mingapi itafutika? Itasimama pale pale maasi ataku, ni kwa ni Mtume Muhammad. Kwa hapa kuna angalizo kubwa sana nalohusiana na swala zima.